Halo, habari. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya, ya Miracles Daughter. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Mzee Toshi mwili mzima ulikuwa unatetemeka, maana alikuwa anaona kabisa kwamba sasa kimeumana. Kama ni kesi, basi imeanza upya, maana alikuwa anaona sasa hawezi kumjua Velina alafu Velina mwenyewe ndo anasema yeye ni mwanaye na katika kijiji hicho kosa la kumdanganya chifu adhabu yake ilikuwa ni kifo. Mimi naitwa Velina mtoto wa Somoi, pia mtoto wa mzee Toshi. Velina akiwa anajiamini bila wasiwasi wasi, alirudia. Basi mzee Toshi akaambiwa, mzee Toshi, hebu kwanza pige magoti na utoe ufafanuzi, kwa nini umesema humjui huyu binti wakati ni mwanao na unajua kabisa huyu binti na mama yake katika kijiji hiki ni kitu gani walikifanya? Chifu Mbuna akiwa kamkazia macho mzee Toshi, alimuuliza chifu. Ukweli mimi ndio mara ya kwanza kumwona huyu binti, na hapa hata sijui, nilikuwa sijui kama ndio yule mtoto wa aliyetoroka na mama yake, na kuruhusu mfanye lolote unaloweza, ikiwezekana achomwe moto mbele ya wanakijiji wote Mzee Toshi akijitetea huku akiwa anatetemeka pia. Familia yake nayo ilikuwa inamsaidia kujitetea kwa kusema kwamba Velina hawajawahi kumwona binti. Velina alimwangalia Mzee Toshi na familia yake, alijikuta anaumia mno, yaani alikuwa anakanwa kwa mara nyingine na baba yake tena kwa kushinikizwa kwamba uwawe basi. Akasema, baba, nilijua kipindi hicho ilikuwa bahati mbaya kwa vile nilikuwa mtoto. Kumbe hata sasa wewe ni mbinafsi hivyo, yaani wewe kufa haupo tayari, ila mimi ndio nife. Velina akiwa kamkazia macho Mzee Toshi alikuwa anajiwazia tu, anajifikiria mwenyewe moyoni mwake, anajisemea kimoyo moyo, chifu huyu mzee muongo, ningejuaje kama yeye ndo baba yangu au ningepajuaje hapa kijijini? Kiufupi, mimi na huyu mzee uoga tunakutana kwa siri, tunapeana salamu na anajua kabisa mimi ni mwanaye, ila ni uoga wake tu, na mimi nimechoka kujificha, nataka kila mtu ajue kama mimi niko hai. Velina aliamua sasa kumsagia kunguni mzee Toshi, maana aliona mzee huyo ni mbinafsi, yaani yeye uhai wake anautaka ila wa mwanaye hautaki na anamkana. Velina aliamua kulimwaga tena kwa kuongea uongo. Eh, uh, wewe binti wewe, mimi na wewe tunajua na wapi? Chifu wangu huyu binti ni muongo. Muongo, sijawahi kumuona. Mzee Toshi akiwa anatetemeka mdomo huku kigugumizi kikiwa kingi alijitegetea. Ila Chifu Mbuna alikuwa kamkazia haswa macho mzee yule. Basi Mzee Toshi unadiriki kunidanganya mimi? Nadhani adhabu ya mtu mwongo unaijua vyema. Malipo yako sasa. Halo Beko, hebu kagonge kengele pale ya dharura. Nahitaji wanakijiji wote wakusanyike hapa kwangu ndani ya lisali moja. Naona sasa nimeanza kuzoeleka. Chifu Mbuna akiwa kapandwa na hasira alitoa maelekezo. Basi wake na wa, na watoto changanya na wajukuu wa mzee Toshi ambao walikuwa wamefika pale, walianza kulia huku wakijua wakiwa wanamwangalia Velina kwa roho mbaya mno, na walikuwa wanajua chifu Mbuna alivyo na roho mbaya, yaani walijua baba yao ndio kwisha habari yake. Basi wakiwa wanasikitika, walianza kulia kama vile ndo wameanza msiba mapema, kabla hata baba yao hajafa. Kijiji kile cha mahuma Kulikuwa na watu wengi haswa, ila walikuwa wanaishi karibu karibu, kwa hiyo hata kengele ikipigwa karibia kijiji kizima watu walikuwa wanaisikia vyema. Na kilichokuwa kinafanya kijiji kile kiwe na watu wengi namna ile ni kwamba watu walikuwa hawahami pale kijijini, yaani mtu akizaliwa atakuwa hapo hapo na ataoa hapo hapo atazeeka hapo hapo na kufia hapo hapo kijijini. Kwa hiyo kengele ile ilifanya nyumbani kwa Chifu Mbuna pale kuwa na malundo na mafuriko ya watu. Maana ilikuwa imepita kama mwezi hivi, watu hawajashuhudia tukio lolote pale kwa chifu. Kwa hiyo siku hiyo watu walijaa kwa kosa alilofanya Mzee Toshi la kunidanganya, adhabu yake nadhani kila mtu anayejua. Tunamalizana na Mzee Toshi. Alafu tunakuja kwa huyu mtoto wa mwanaharamu Somoi. Chifu Mbuna alitamka maneno hayo akifanya watu wote kumtazama Velina, yaani watu walijikuta wanapata hasira ya ghafla kusikia eti yule, yule ndo njiti aliyetoroshwa na Somoi miaka kadhaa nyuma. Basi vijana wa pale kijijini walibaki wanajiramba midomo kwa jinsi Velina alivyokuwa mzuri, yaani mawazo yao kwamba Velina ni mwalifu walikuwa hawana kabisa zaidi ya kuwaza tu jinsi watakavyoanza kumzagamua wakipewa fursa. Basi mzee Toshi alijitetea kwamba yeye hamjui Velina na alidanganywa tu, lakini bado hakueleweka, hakueleweka kabisa, ila haikumsaidia. Chifu Mbuna alichukua limshare likubwa la kichifu la kutolea adhabu Alimkita nalo mzee Toshi mgongoni na lile limkuki lilijitokeza mpaka tumboni. Hakika ulikuwa ni ukatili uliopitiliza. Basi pale pale mzee Toshi alifariki, huku familia yake nzima ikiwa inashuhudia, na kisasi chao kikubwa wakiwa wamekihamishia kwa binti Velina. Binti, hebu sogea hapa uwaeleze wanakijiji wewe ni nani, na watakuchagulia adhabu wenyewe ila natoa mimi kabla adhabu yoyote atakayopangiwa, kabla huyu adhabu hiyo, lazima mimi nilale naye kwanza siku mbili, alafu ndo adhabu ifuate. Chifu Mbuna alimuita Velina na kutamka maneno hayo, aliyokuwa na tamaa anatamka mbele ya wanakijiji, alitaka alale na Velina siku mbili, alafu adhabu yake ndo ifuatie. Kumbuka huyo ana tamaa sana ya mabinti. Basi akasema, Velina akaanza kujitangaza sasa mbele ya wa wale wana kijiji, mimi ni mtoto wa Somoi, pia ni mtoto wa mzee Toshi, ila nadiriki kusema mzee Toshi kafariki kwa ajili ya ubinafsi wake, kwa roho yake mbaya ya kuona yeye na uzee wake anafaa kuishi, ila mimi sifai kuishi. Kiukweli mimi ndo nimefika leo hapa kijijini na mzee Toshi ndio kwanza nimemwona, wala hata nilikuwa simjui, nimemwona leo nilikuwa simjui. Hata hivi, kuna mtu ndio aliyenionyesha kwake. Velina anajiamini vipi kuongea kwa ujasiri vile mbele ya chifu Mbuna? Watu walibaki wanamshangaa wameshika vichwa baada ya kusikia mzee Toshi yale yani, alikuwa kumbe hata hamjui bali ulikuwa ni ukweli kwamba yeye alikuwa hamjui Velina, kumbe ameonewa tu. Basi kifupi, mzee Toshi alikuwa kauawa kwa bahati mbaya, yaani kutokana na maneno ya Velina. Basi wanakijiji walisikitika, wali, wali, wali, wali, wali, wali sana kwa kifo cha mzee Toshi, kufa bila hatia, bali mpaka chifu naye alisikitika. Haiwezekani, akatwe kichwa huyo binti kabla ya kukatwa kichwa kila kijana lazima alale naye na kupata kitu safi. Haya watu wakawa nasema hivyo achomwe moto, haiwezekani mzee Toshi afe kwa sababu yake. Maneno ya watu kutoka kila upande yalisikika, kila mtu akiwa na ropoka lake. Ile familia ya mzee Toshi wao walikuwa wanataka waachiwe tu wamtie adabu Velina ikiwezekana mpaka kuua. Muda huo huo mzee Mauda na yeye ambaye alikuwa ni chifu aliyestaafu au baba baba yake chifu Mbuna wa sasa hivi, na yeye alifika pale, na tangia alivyostaafu ilikuwa ni adimu sana kuja maeneo kama hayo, ila siku hiyo, baada ya kusikia mtoto wa Somoi ikaonekana na yeye, aliamua kuja kujionea jinsi ambavyo mtoto huyo atapewa adhabu kwa kijiji chao kupitia matatizo kisa yeye. Basi wanakijiji wali walikuwa wanataka Velina afe pale pale, yaani masuala ya kwamba chifu akamuonje kwanza, sijui kufanya nini, walikuwa hawataki pia. Mzee Mauda ilibidi amshauri mwanaye kwamba aache tamaa, afanye kazi inayotakiwa, yaani Velina achomwe moto, wanakijiji wote wanaona. Japokuwa chifu Mbuna alikuwa na shauku mno ya kuonja kitumbua cha mtoto wa mjini, ilikuwa tu ikabidi tu akubaliane na yale maneno ya baba yake. Kutokana na ushauri wa baba yake, basi chifu Mbuna aliamuru vijana wake waandae sehemu ya kuchomea watu pale, maana palikuwa na sehemu maalum kwa ajili ya kuchomea watu wenye makosa maalum. Basi wanakijiji walianza kupiga mayowe na shangwe nyingi ziliripuka, huku wakiwa na hamu ya kuona jinsi Velina anavyoungua. Japokuwa wanakijiji walikuwa wanaongozwa vibaya na wana manyanyaso makubwa na machifu wao, ila tayari walikuwa washazoea, mpaka wananchi asilimia kubwa walijikuta nao wanajengewa roho mbaya. Binti Velina alionekana hana wasiwasi hata kidogo, alikuwa anawatazama tu vijana wanavyopambana kuandaa moto. Dakika zilizidi kusogea, hatimaye moto uliwashwa na ulikolea vizuri kabisa. Sasa, muda wa Velina kuwekwa kwenye moto ndio ukafika. asinishike mtu, mtanichafua. kama ni kwenye moto naingia mi mwenyewe kwa miguu yangu. Velina akiwa anajiamini akajibu wale askari ambao walikuwa ndio wanataka wambebe wakamtupe kwenye moto. ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa ina imezungushiwa hivi kwa mawe na chuma, am, am, am, yaani alafu upande mmoja ndo ilikuwa imeachiwa kama kamlango ka uwazi hivi ikiwa kama vile ndo kamlango. Halafu huku ndani ndo unakuwa kunachomeka moto sasa, kwa ndani kabisa makuni haswa yanakuwa yamepangwa. Basi Velina akiwa anajiamini alianza kusogea kwenye ule moto, huku umati wote wakiwa wanamtazama, wakiwa wanaulizana kuhusu kujiamini kwa huyo binti. Anaenda huku, wote wako kimya, wanamwangalia eh.